Alifanya, mtu ambaye alifanya nivuto kazi, anaitwa Gaduke Kemondo, ndio alifanya nivuto kazi, akakuja kupatiana vitina za bure kwa waidhaka wa Jeni. Mimi, waidhaka ni my friend sana ni my boss, tujai tujaiko sana na waidhaka isipokuwa tu vitina ya huyo mtu anaitwa Gaduke Kemondo. Najua labda nyinyi mnamjua watu, lakini popote penye yako mwambieni ni mtu ambaye ni mtu akona familia lakini bado anachukia kazi za watu Isa, mimi hata waidhaka kunifuta, by the way. Mi naomba Wakenya mtafute. Mupatie msomo tafadhali. Hmm? Aliniwekelea by the way wangu. Hata mimi kusema interview ati wewe nilitisha pesa. Kwa pesa mimi nilimuitisha. Isipokuwa tu siku kuu ndo nilimwandikia message nikamwambia nikamrekodia nikamwambia eh, mzito hebu toa ya ya Christmas. Hivyo ndo mimi nilimrekodia. Umenyamazia sana hivyo ndo nilisema. Alafu waje tu wachetu hapo wasee, bwana jo. Lakini uliko sawa. Kwa hivyo kwa mondo, mimi nilikuachia Mwenyezi Mungu. Aende akachunge tu yeye mwenyewe. Sawa?